Karibu katika sehemu ya sita. Mara ya mwisho tuliishia hapa wakati bidada Jenny anapata ndoto ya ajabu kuhusu Bwana Heri na joka. Mara ghafla Juma anakuja na kumliwaza bidada. Inaonekana Mwamba anamjali sana bidada. Sasa unajua nini kilitokea baadaye Jenny. Okay, kabla sijaanza sehemu ya sita Hebu kwanza like kisha ni follow au subscribe. Alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako yakook Okay, tuendelee na simulizi yetu. Saa kumi na moja na nusu alfajiri Jeni alikuwa tayari ameamka, alikuwa amejikunja chini ya shuka akisikiliza sauti ya kohokoo ya mmoja wa mafundi wa Juma aliyekuwa akifungua geti kubwa la gereji. Ile kelele ya chuma kikisugua chuma ilikuwa sasa ndiyo sauti ya usalama kwake ile ndoto ya Bwana Heri na Juma ilikuwa bado inamkaba kooni. Aligusa shingo yake, akihisi ile hirizi nyeusi aliyopewa na mzee Kidinga bado ilikuwa pale. Aliamua kuivua na kuiweka chini ya mto. Hapa hakuwa akihitaji hapa, alikuwa na Juma la, alijisahihisha haraka, hapa alikuwa na kazi. Saa kumi na mbili kasoro dada mmoja mnene na mchangamfu, aliyekuwa mpishi wa gereji, alimgongea mlango. Shikamoo, dada. Bosi kasema nikuletee hivi, alisema akimkabidhi mfuko wa plastiki. Ndani kulikuwa na dera mbili za kawaida, sketi ndefu ya kitambaa na blausi mbili rahisi na pakiti mpya ya sabuni ya mche. Jeni alihisi machozi yakimlenga. Bwana Heri alimpa almasi, Juma alimpa sabuni, lakini sabuni hii ilikuwa na thamani kuliko almasi zote alizowahi kuvaa. Ilikuwa ni ishara ya kuanza upya. Alichagua dera moja akavaa, na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, alijitazama kioni na kumwona Jeni, sio mke wa bwana Heri. Saa moja kamili aligonga kwenye mlango wa ofisi ya Juma. Ofisi ilikuwa ndogo, safi na yenye harufu ya oil na majalada mapya. Hakukuwa na mazulia ya bei ghali, ila sakafu ya saruji iliyopigwa deki. Juma alikuwa amekaa nyuma ya meza ya chuma, na pembeni yake alikuwa amesimama mwanamke mwingine mwanamke huyo alikuwa mrefu mwembamba na alikuwa na macho makali yaliyomchunguza Jeni kutoka juu hadi chini. Karibu Jeni, Juma alisema kwa sauti ya kikazi. Huyu ni Pili. Pili ndiye msimamizi wangu mkuu hapa, anajua kila spare part iliyopo na kila senti inayotoka. Pili, huyu ni Jeni, ataanza kutusaidia na mambo ya hesabu za guest house na stock za hapa. Pili hakutabasamu, alimpa Jeni mkono wa ubaridi karibu, alisema lakini macho yake yalikuwa yanasema sikuamini. Sawa, Juma aliendelea akifungua daftari kubwa la ledger. Jeni, kazi yako ni rahisi mwanzoni. Kila gari linaloingia, Pili atakuandikia job card kama hii. Wewe utachukua namba ya job card uingize hapa na uandike makadirio ya malipo. Kila spare inayotoka store utarekodi hapa. Alimpa Jeni kalamu na lile daftari. Anza na hizi za jana. Jeny aliketi kwenye kiti kidogo cha plastiki. Alishika kalamu, mikono yake ilianza kutetemeka. Miaka mingi ilikuwa imepita tangu afanye kazi ya namna hii. Mikono yake ilikuwa imezoea kushika gilasi za wine na simu za gharama. Sasa kuandika numbers, 450 oil filter 1015, kulihisi kama anaandika mtihani wa maisha. Alikosea kwenye safu ya nne, alijumlisha vibaya. Hapo umekosea, sauti ya Pili ilisikika pembeni yake. Kumi na tano jumlisha saba si ishirini na tatu? Jeni alihisi aibu ikimpanda usoni. Samahani, alinongona akichukua kifutio. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka zaidi. Bosi Pili alimgeukia Juma. Labda nifanye mimi, inaonekana dada anahitaji kupumzika kwanza. Hapana, Jeni alisema kwa sauti kali kidogo kuliko alivyotarajia. Pili na Juma wote walimshtukia. Jeni aliinua macho yake, yakiwa bado yamevimba kidogo kwa kulia lakini sasa yalikuwa na moto. Naweza nimekosea tu, nitaanza upya. Alifuta namba ile, na kwa umakini mkubwa akaandika elfu ishirini na mbili. Juma alimtazama kwa sekunde moja ndefu, kisha akatabasamu kidogo, tabasamu ambalo Pili hakuliona. Sawa Pili, mwache aendelee, mlekeze pale anapokwama. Mimi nakwenda workshop. Juma alitoka, akamwacha Jeni na Pili. Ile ofisi ndogo ilihisi kama uwanja wa vita vya kimya kimya, lakini Jeni hakujali. Alishusha pumzi, akashika kalamu yake imara na kuendelea na job card iliyofuata. Siku zikageuka kuwa wiki, wiki zikageuka kuwa mwezi. Maisha ya Jeni yakawa na utaratibu. Aliamka saa kumi na moja alfajiri, alifanya usafi kwenye vyumba vya guest house kabla wageni hawajaamka. Alipenda kazi ile kupiga deki, kufua shuka, kusugua vyoo kulimfanya ahisi anasafisha uchafu uliokuwa ndani ya nafsi yake. Saa mbili asubuhi alikuwa akiingia ofisini. Alikuwa ameanza kuzoea, hesabu zilikuwa zikija kwa urahisi. Hata Pili alikuwa ameanza kulegeza ule ukali wake. Alikuwa bado hamwamini Jeni, lakini alikuwa anaiamini kazi ya Jeni. Jeni alikuwa makini, hakuna senti iliyopotea. Lakini usiku, ndoto zilikuwa bado zinamjia zilikuwa zimepungua ukali, lakini zilikuwepo. Sasa hazikuwa zikimwonyesha tu Bwana Heri na lile joka, zilianza kumwonyesha watoto wake. Tumaini akimcheka, Bahati akimwita, Neema akimnyooshea mikono. Wanangu jamani, nimewamisi. Alikuwa akiamka akilia kimya kimya, akiwakumbatia mto wake. Siku moja mwisho wa mwezi Juma alimwita ofisini kwake baada ya kazi. Pili alikuwa ameshaondoka. Jeni, funga mlango, Juma alisema, huku akihesabu pesa kwenye droo yake. Jeni alifunga mlango, moyo wake ukianza kudunda. Hakuwa amewahi kukaa na Juma peke yao chumba kimoja tangu wafike Mbeya. Juma alitenga kiasi cha pesa na kukiweka ndani ya bahasha ya kaki, alimpa Jeni. Hii nini? Jeni aliuliza. Mshahara wako, Juma alisema umefanya kazi vizuri mwezi huu. Hata Pili amekiri. Jeni alifungua bahasha ile. Ndani kulikuwa na noti safi, hazikuwa nyingi kama shopping aliyokuwa akipewa na Bwana Heri kwa siku moja, lakini zilikuwa zake, alikuwa amezichumia kwa jasho la kuandika namba na kufua shuka. Machozi yalianza kumtoka, hakuwa na mpango wa kulia. Jina, Juma alimuita kwa jina lake la utani la zamani. Jeni alionekana kutaka kusema kitu, kisha akajizuia. Asante Juma, Jeni alisema huku akifuta machozi kwa kiganja cha dera yake. Hujui, hujui hii ina maana gani kwangu. Najua, Juma alisema kwa upole. Najua ina maana gani kupata cha kwako kwa jasho lako. Kulikuwa na ukimya mzito, ukimya uliokuwa umejaa maneno ambayo hayakusemwa, miaka iliyopotea na maumivu ya pande zote mbili. Bado bado unaota? Juma aliuliza ghafla. Jeni alishtuka kwa swali hilo, alitikisa kichwa Ndiyo, sio lile joka tena. Sasa sasa nawota watoto wangu. Uso wa Juma ulijaa huruma. Alisimama na kwenda dirishani, akitazama giza lililokuwa linaingia kwenye yadi ya gereji. Siku ile uliponiambia hadithi yako, Juma alisema, mgongo wake ukiwa bado umeelekea kwa Jeni, nilikuamini, lakini usiku nilishindwa kulala. Niliwaza ingekuwaje kama ningekuwa na pesa wakati ule, ningekuzuia usiende. Na kama ungekubali kukaa nami, je, Bwana Heri angekuacha au angekuja kutumaliza wote? Juma, usifanye hivyo. Nafikiria, Juma aliendelea, kwamba labda Mungu alijua, labda aliniweka mbali ili nisife, na alikuweka kwenye moto ule ili uwe Jeni huyu wa leo. Alimgeukia. sina majibu Jeni, sijui kwa nini mambo mabaya yanatokea, lakini najua kitu kimoja. Alisogea karibu na pale Jeni aliposimama. umepoteza watoto sita. Hakuna kitu duniani kinaweza kufuta hilo, lakini bado uko hai, bado unapumua na una mshahara wako wa kwanza mkononi mwako. Hiyo ina maana unaweza kuanza upya, sio kusahau, ila kuanza upya. Jeni alimtazama Juma, akiona ukomavu na hekima ambayo hakujua anayo. Asante, Jeni alinong'ona, asante kwa kuniamini. Nenda kapumzike, Juma alisema, akirudisha ubosi wake, na kesho hakikisha unaamka mapema. Kuna lori la spare parts linatoka Tunduma. Pili atahitaji msaada wako kupokea mzigo. Jeni alitabasamu. Licha ya maumivu yote, tabasamu la kweli. Ndiyo, bosi. Alitoka ofisini akiwa ameshika bahasha yake. Alijisikia mwepesi. Alijua bado safari ni ndefu, lakini alijua hayuko peke yake tena. Na hivi ndivyo mbegu ya uponyaji inavyoanza kuchipua kwenye udongo uliochomwa na moto. Je, Pili atakubali kumwamini Jeni? Na je, Juma ataweza kuweka pembeni historia yao na kuona mustakabali? Hivi ingekuwa wewe ungefanyaje? Maana bidada mashaula sio haba, taratibu anaanza kurudi kwenye ubora wake. Na je vipi kuhusu zile ndoto anazoota jeni kila usiku? Zina siri gani ndani yake? Da, ni noma sana. Leo naomba tuishie hapa, tukutane tena kesho katika sehemu ya saba,